Kwa hiyo mimi nakwenda kwa habari ya ardhi, lakini ninaongeza elementu nyingine, ardhi, mzaliwa wa kwanza. Naongeza hicho kitu hapo, ardhi, mzaliwa wa kwanza, alafu nitaongeza package nyingine, na mbaraka. Naomba tuangalie kwanza kwa kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Mstari ule wa kumi na saba. Mwanzo 3:17 ndio Biblia inasema kwamba akamwambia Adamu mm -hmm, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako mm -hmm, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza, ndio nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mungu anamwambia Adamu baada ya kula tunda. Habari unaifahamu hiyo. Unajua, baada ya kula tunda Mungu anamwambia Adamu, kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako. Maana yake ni kwamba umeenda nje ya maagizo yangu, kwa sababu sauti ya mke wake ilimshawishi kutenda, kutenda dhambi na, na baada ya hapo umekula tunda liokukataza, basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ishu iko hapa. Jambo la kwanza ni muhimu tulifahamu, kwa nini mungu anailaani ardhi wakati aliyekosea ni Adamu? yes. Swali la kwanza, kwa nini Mungu anailaani ardhi wakati aliyekosea ni Adamu? Adamu ndiye aliyekosea sababu. so, Mungu alimwambia we, ukila matunda ya mti utakufa. Hakika adhabu ilikuwa kifo, siko straight. adhabu ni kifo. Lakini adamu alipokosea Mungu anaanza kabla ya kumwambia habari za kifo, anamwambia mimi nalaani ardhi. Ardhi inakosa gani? Ardhi nimekaa tu pale, mti umeota juu ya ardhi wa matuma, yale matunda ya mema na mabaya yote na ujuzi yote yote, yote yale ule mti wa uzima, wote ilikuwa imeota pale juu ya ardhi. Lakini mara adamu anakosea, Mungu anamwambia ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Amen. Kwa nini? Ni kwa sababu ardhi ndiyo chemchemi na chanzo cha uhai wa mwanadamu. Amen, sisi tumeumbwa kutoka wapi? Kwenye ardhi. Kwa hiyo kwenye ardhi ndipo palipo na siri za mafanikio yako, mbaraka wako au mabaya. Yes. Ukijua hilo utaelewa umuhimu wa kongamano hili, kwa sababu ardhi imepewa siri. Mungu kabla hajamuumba mwanadamu, aliifanya ardhi kitu cha kwanza, alianza atenge maji huku na huku, maji yakajitenga ili aione ardhi. Ilipoonekana ardhi, Mungu akasema, kutoka kwenye ardhi nitamfanya mtawala wa dunia yes. Nitamfanya mwanadamu atakayemiliki miliki na kutawala vyote yes. Kwa hiyo Mungu akatengeneza mwanadamu akamfinyanga kutoka kwenye ardhi. Kwenye ardhi tuliumbwa alichokifanya akaongeza pumzi ili tufanane na yeye, kwa sababu kinachotufanya sisi tuwe kama yeye ni ile yes. Roho wake akakaa ndani yetu, roho yake ikaingia ndani yetu, ikatupa uhai tukafanana naye. Uhai tulionao sisi ni tofauti na ng'ombe. Uliona, uhai tulionao sisi ni tofauti na simba, ni tofauti na vyote kwa sababu Mungu amekaa ndani yetu. Wewe ni sehemu ya Mungu, wewe ni mamlaka ya kiungu, wewe ni mfano wa Mungu duniani. Wewe umeokoka au hujaokoka, amen, kwa sababu yeye anakaa, yeye ni sehemu yako. Na ndio maana wanadamu wote tuna asili tu ya kumhofu Mungu na kuabudu. Hata anayesema hakuna Mungu bado moyoni, akirudi chumbani, akikaa anajinamia, anasema eh, nani aliniumba? Aleluya. Lakini jambo la pili, tumepewa ku communicate na Mungu tuna mawasiliano na Mungu na ulimwengu wa roho, kwa sababu binadamu ni roho alafu wanaishi kwenye mwili uliofinyangwa. Kwa hiyo Mungu alipo alipo, alipo, alipoilaani ardhi, maana yake alikuwa analaani chanzo, kitu ambacho Mungu alikifanya alikitumia kumtengeneza Adamu. Ni kama Mungu alikuwa anajuta kwa nini ardhi ilikuwepo lakini nachokwambia ni kwamba uzuri ni kwamba maarifa haya na siri hizi zinakuja kwako ili ujue pale palipolaniwa panaweza kutoka baraka, kwa sababu ndivyo Bwana anavyotuambia. Katikati ya mazingira magumu Bwana anaweza kutoa chemchemi ya mema, katikati ya laana Bwana anatoa baraka. Katikati ya ukoo ulioonekana haufai Mungu anachipuza mtu anayefaa. Katikati ya mazingira ya ardhi iliyoonekana haifai kabisa, Mungu wainua watu kwa ajili ya kuiponya ardhi na ndiyo maana alichokifanya Mungu baadaye, ilimlazimu amlete Adamu wa pili kuja kutengeneza ardhi iliyolaaniwa, kuja kutengeneza watu waliolaaniwa, kuja kutengeneza watu walioonekana hawafai wameoza, abadilishe laana ya Mungu isimame baraka Amen. Na unafahamu kwamba kicheo cha Adamu wamepewa watu wawili tu, wawili tu Adamu anaonekana mara mbili tu kwenye Biblia, wako Adamu wawili. Kwa sababu nafasi ya kwanza ya Adamu, hakuna mwanadamu mwingine yoyote mwenye mwili ambaye aliwahi kuipewa. Adamu ndiyo mwanadamu wa kwanza aliyesimama na kukaa, anaongea na Mungu uso kwa uso. Yes. Musa kwenye kitabu cha Kutoka kinamueleza Musa alizungumza na Mungu kama mtu na rafiki yake, lakini hawakuonana uso Musa ajue uso wa Mungu. Kuna mahali alimwambia Bwana, nionyeshe neema yako, yaani naomba nikuone. Mungu akamwambia sawa, lakini alichokifanya ni kwamba alipita kwa umingi. Alipopita alitanguliza mkono, jamaa akafichwa kwenye kiganja, akafichwa huko mbali, Mungu akapita mbali sana, akatoa mkono jamaa akaona tu, Mungu anaishia kwa mbali, akaona sehemu ya utukufu wa Mungu kwa nyuma, lakini hajawahi kukutana na Mungu hivi na sijui alikuja katika umbile gani, kwa sababu Mungu ni roho anaweza kuja katika umbile lolote yes. Lakini huyu Adamu alikuwa anakaa naye, wanapiga stori, mambo ya utawala, mambo yote yanayohusu mamlaka, namna ya kuestablish utawala wa dunia. Waliketi Mungu na Adamu, ndio mwanadamu wa kwanza kumuuliza Mungu maswali, hapa nafanyeje, na Mungu anamjibu. Ndio maana Biblia inatueleza Mungu mwenyewe alikuwa anafanya ziara bustani ya Edeni, kila mara anashuka Haleluya. Amen. Ukitaka yojiulize instruction Mungu alipompa Adamu alimpaje? Walikuwa wanaongea, walizungumza kwa mazungumzo. Haleluya. Amen. Kwa baada ya kusikilizana kwa muda mrefu, Adamu akaelewa Mungu anataka nini, anataka nini, anataka nini. Na Adamu alipewa mamlaka ya kutawala vingine vyote, mamlaka hiyo ilianza na kufi majina. Hmm. Sitaki kwenda kwenye siri ya majina lakini kuvipa majina kwa ufupi sana ni kwamba what you name you name control chochote unachokipa jina unakitawala unakimiliki. Hallelujah. Amen. Naomba unisikilize na uniangalie na, na unitazame na usitoke rohoni chochote unacho unachokipa jina unakitawala. Mungu alipomweka Adamu akamwambia, aliumba kila kitu, wanyama na nini bila, Biblia inasema tu aliumba wanyama, akaumba bahari, akaumba yani vile vitu vyote kwa ujumla, Mungu akukipa jina hata kimoja, vyote. Alafu ndipo anasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu. sehemu ya kwanza, mwanadamu anaumba kwenye ulimwengu wa roho, anapewa mamlaka. Sehemu ya pili, Mungu anamfinyanga akamaliza. Alipomaliza kwa sababu mwanadamu aliumbwa kama mtawala duniani. The extension of God's kingdom. Mungu ana ufalme unaotawala mbinguni kusikaonekana katika ulimwengu wa roho, lakini yeye anataka kuextendi utawala wake kuuleta katika ulimwengu wa mwili unaoonekana. Na hawezi kuvaa mwili, yaani hawezi kuja kama Mungu mwili. Lazima atumie chombo. Kwa hiyo akasemaje, akaona ni mfanye mtu mahali pangu kama mtawala kama mimi, ubalozi mpya duniani Akaamua kumtengenezea dunia, akaamua kumweka duniani. Kwa hiyo Adamu wa kwanza alipewa mamlaka kama mungu wa dunia, sio Shetani. Kule mbele kwenye Biblia imekuja kumtaja baadaye Shetani kama mungu wa dunia, unaelewa. Lakini wa kwanza mtawala halisi duniani aliyepewa mamlaka na kila kitu ni Adamu, alifanyika katika mwili na kwa hiyo kuwepo kwake pale, Mungu aliyehesabu sasa utawala wake umeendelea. Akitaka kuuliza jambo, anamuuliza Adamu, Adamu vipi hapo kumekaaji? Atamwambia hapa pako hivi na hivi na hivi, anaripoti makao makuu ya ufalme wa Mungu.